Katika safari ya kibiashara hakuna mafanikio bila watu, hakuna biashara bila wateja, na hakuna mafanikio bila kuhakikisha unawatambua hao wateja. Je, unawajua wateja? Unajua ni aina gani za wateja ambao wanakuja kwenye biashara yako? Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia aina tatu za wateja katika biashara yako. Hizi ni aina ambazo za wateja ukiwajua, itakuwa rahisi kwako ku, kuwahudumia vizuri, kuwa kirimu na kuhakikisha haumpotezi hata mteja mmoja. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa ajili ya familia kwa ajili ya jamii na kwa ajili ya biashara yako. Hapa ninazungumza na wazazi, ninazungumza na walezi na ninazungumza na vijana na watazamaji wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Unaweza ukapiga simu au ukatuma ujumbe kwa namba 0754579224 karibu, na tuanze. Aina ya kwanza ya wateja ambao tunaenda kuwazungumzia ni wateja wakubwa ambao hawa tunawaita ni wholesale au corporate clients. Hii ni aina ya wateja ambayo ni wateja wanaokuletea kipato kikubwa kwa sababu hawa ni watu ambao wananunua mali kwa kiwango kikubwa. Wateja hawa ambao ni wateja wa jumla au wateja wakubwa ni wateja ambao wanakuletea pesa nyingi kwenye biashara yako. Kama utachukua tahadhari ya msingi sana kuhakikisha kwamba hawa ni watu wa kuwashikilia kwa sababu hawa ni wateja ambao wanachukua mzigo mkubwa ni wateja ambao wanataka uaminifu kwenye biashara, ni wateja ambao wanataka mfumo rasmi kwenye biashara yako, yaani wanahitaji risiti, wanahitaji system ambayo imekaa vizuri ya kibiashara. Hawa ni watu ambao unaweza ukawatumia kwenye biashara yako kukuletea mafanikio na kukukuzia biashara yako. Ni watu ambao hawataki njia za mzunguko, hawataki njia za panya. Ni wateja ambao wanataka mzigo wakifika kwako, wanataka wakukute una utaratibu mzuri, kwa sababu wanakuja kuchukua mali nyingi na kwenda kupeleka sehemu nyingine. Ni watu ambao wanachukua mzigo wako kwa kiwango kikubwa na kwenda kuuzia watu wengine ambao ni wateja wale wadogo wadogo. Kwa hiyo unatakiwa uwajue kabisa hao wateja kwamba ni watu ambao wako very, very careful. Ni watu ambao wako makini, wanataka mfumo mzuri, wanataka risiti, hawataki tu mambo ambayo hayajakaa kimnyoko. Aina ya pili ya wateja ni wateja wa kati ambao tunasema ni middle level buyers. Hawa ni wateja ambao wanakuletea pesa kila siku, kila wiki. Ni wateja ambao ukiwashikilia kama wale wateja wakubwa hawapo, biashara yako inaendelea kusimama. Ni wateja ambao wakiridhika, wananunua vitu na wanaenda kuwauzia wateja wengine ambao ni wale wateja wanaonunua kwao kwa kiwango kile kidogo kidogo. Kwa hiyo hawa ni wateja wa kuwashikilia. Ni wateja ambao wanataka ushirikiano na wewe. Ni wateja ambao mara nyingi wanataka punguzo la bei. Wakifika kwenye biashara yako, wananunua mzigo wa kati, ule mzigo wa kati wao wenyewe wanaenda kuuza kwa watu wengine. Kwa hiyo ni wateja ambao unatakiwa uangalie kwa jicho la pili kwa sababu wale wateja wakubwa kama hawapo, hawa wateja wa kati wanakuwa wanakusaidia sana kuhakikisha kwamba biashara yako inaendelea kusimama. Ni wateja ambao watakuingizia pesa kila wiki unahakikisha umepata pesa, au kila siku unaweza ukapata pesa. Ni wateja ambao wanahitaji kuridhika tu na kile kitu ambacho unakifanya. Ni wateja ambao wanakusaidia biashara yako iweze kukua. Ni wateja ambao ukiwashikilia biashara yako itaendelea kuneemeka na kuwa kubwa. Kwa hiyo washikilie wateja hao wa kati kwa sababu watakuletea, utaziona pesa zao kila siku, na pia unaweza ukaziona pesa zao kila wiki. Ni wateja ambao wanachukua mzigo ni wateja ambao wanataka tu kuridhika hasa pale ambapo unakuwa umewapa punguzo la bei, na pia ni wateja ambao wanapenda ofa. Yani wanakuta unaweka una umeweka ofa kwenye bidhaa zako, kwamba bidhaa hii ukichukua kiwango hiki ofa yake iko hi hivyo. Wale wateja wa kati wanapenda sana vitu kama hivyo. Kwa hiyo weka ofa kwenye biashara yako kama una hao wateja wa kati, pia unakuwa una lile punguzo kiasi la bei, hao wateja wanaridhika kabisa na wanasimama kwenye biashara yako na kukuletea manufaa kwenye biashara. Aina ya tatu ya wateja ni wateja wa rejareja, ambao tunawaita ni retail au ni walk in customers. Sasa hawa ni wateja yani, huu ndio uso wa biashara yako. Hawa ndio wateja ambao wakiwa kwenye biashara yako wanaweza wakakutangazia biashara tu bila hata kuwalipa. Wanatangaza biashara yako kwa mdomo, yani wanafanya zile referral wao wenyewe bila hata wewe wenyewe kuwatuma. Yani wanaweza wakaitangaza biashara yako kwa watu wengine, wakawaambia watu kwamba sehemu fulani kuna mtu anafanya biashara hivi, kuna mtu anauza vitu vizuri, kuna yani wale ni wateja ambao wanafaa ku, ku, ku, yani ukiwa na wateja wa aina hiyo, yani ni kuwashikilia wateja wa aina hiyo, ni wateja ambao wanataka tu lugha nzuri wanataka tu sana punguzo la bei, lakini pia wanataka ile customer care wakati mwingine mteja wa rejareja unaweza hata usimpe punguzo la bei kubwa sana lakini, yani ule ukarimu wako, ule ukaribu wako, ule kumfanya kwamba aonekane, yani unatambua uwepo wako kwenye biashara, huyo mteja anakuletea wateja, na huyo mteja anaweza akaifanya biashara yako ikakua, kwa sababu wateja wa rejareja ndio wanaoitangaza biashara, ndio uso wa biashara. Yani hawa ndio wanaifanya biashara ijulikane kwamba wewe ni nani, umesambaza biashara zako, au uko mahali fulani unauza. Hao ni watu wa msingi sana kuwatambua katika biashara, kwa sababu narudia tena kusema huu ndio uso wa biashara. Hawa ndio watu wanakutengenezea matangazo yani, wanafanya referral, uhitaji hata kuwalipa wao, wenyewe wanawaambia watu wengine kuhusu biashara yako. Kila mteja ni zawadi na kila mteja ni daraja la mafanikio. Wateja wakubwa wakikupa uthabiti, wale wateja wa kati wanakupa uendelevu, na wale wateja wa rejareja wanakupa uso na jina la biashara sokoni. Hivyo, wapende wateja, wajali wateja wako, waheshimu, wakirimu, wakaribishe, watambue, kwa sababu hao ndio watakufanya wewe uwepo sokoni, kwa sababu biashara haijengwi kwa bidhaa peke yake. Biashara inajengwa kwa mioyo ya watu, biashara inajengwa kwa uwepo wa wateja. Asante sana. Kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo, hivyo usiache kushare, usiache kulike na usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zetu pindi tunapokuwa tumeupload video mpya. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante na Mungu mwema kubariki.